Ya yeah. Leo nimeletewa zawadi. Zawadi hii nimeletewa ni ya keyboard. Ah uh, kuna mtu amesema mambo ya wayawaya, mambo ya wayawaya niachane nayo, mambo ya waya, -waya niachane nayo ni niende keyboard yani wireless. So nimeletewa hii, nataka tuifungue. So sote uh, imeandikwa wireless keyboard and mouse. Kumaanisha hapa ndani kuna keyboard and mouse. Sindio? So tuna unbox, unbox sote, tunaiweka hivi. Nafikiri hivi ndio inatakana, hivi tunafungua, tunafungua, tunafungua, tunafungua. Tukifungua tuna dete, tunaanza na mouse. Akani mouse kadogo, very nice. oh, kwa mambo yetu haya, mambo ya ya kutoa ma background kutoa nini na nini, mambo ya Photoshop, basi hapo ni mbali kabisa. So hii ndio mouse imeletwa na nimepewa zawadi. Nitawaambia ni nani amenipatia zawadi, lakini kwa saa hii mwanzo sitawaambia ni nani. Hii zawadi ishatoka kwa hii kitu, hairegei tena kutoka, imetoka. Kazi ni yako, huyo hapo <laughs> Then mama yao mama yao mama yao mama yao, keyboard keyboard keyboard keyboard, wow wow wow wow wow wow! Kuna watu wananijali huko nje, ukweli ni kuwa kuna watu wananijali huko nje. Kuna watu wananijali jamani, kuna watu wananijali. Haya, nimepewa hii box ticket ya yako mwanzo kwa sahii kwa sababu tuko katika. So hii ni hii ni keyboard. Keyboard hii ni wireless. Wireless. Na nika keyboard kadogo, um, by the way kuna wakati nilikuja nikakutana na keyboard ndogo zaidi ya hii, unaona pati ya hizi numbers huwa hizi. Hizi, haiko inaanzia hapa paka hapa katika ile keyboard nishakutana nayo, lakini hii kidogo katika kale ka kibodi kadogo. Hii kidogo ina ukubwa kidogo, ni black japo hapa wametuchorea white. Sijui kwa nini wametuwekea katika kava ya white, na yenyewe ni black. But asante kwa yule ambaye alijitolea kununulia hii keyboard. Ah, mwingine anasema o oh, za kwani mpenzi wake, mi mwenyewe nasemaje ananunulia <laughs> Ndio hivyo. Kama umeelewa umeelewa. Nashukuru, asante sana.